Moja kwa moja nianze kukusomea yale ambayo yamejiri katika magazeti mbalimbali mbali, nikianza na gazeti la Mwananchi lenyewe linaongozwa na habari inayosema siku 30 tu za RC Kilango, Rais Magufuli atengua uteuzi wake kwa kutoa taarifa zisizo sahihi kuhusu watumishi hewa. Wamkumbuka hayati Sokoine, wamfananisha na Dr. Magufuli. TAKUKURU yafuatilia kashfa ya Panama ni habari hizo ambazo zimepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa kwanza kabisa wa gazeti la Mwananchi. Lakini katika ukurasa huu wa kwanza ipo habari inayosema waziri mkuu amweka amwekea kigingi mzungu wa unga, mhongo aongoza vita ya bomba la mafuta. Ni habari hizo ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti la Mwananchi, lakini nikifungua kurasa za ndani za gazeti hili nakutana na habari inayosema Magufuli akumbusha enzi za Sokoine na pia ipo habari ukurasa wa 3 unasema TAKUKURU yafuatilia Panama Papers. Majaliwa amwekea kigingi mzungu wa unga ni habari pia ambayo inapatikana katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi. Bunge la bana shilingi bilioni sita la kabidhi kwa JPM ni habari hiyo ambayo pia inapatikana katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti la Mwananchi. Kuna habari pia unasema kamanda wa polisi Mwanza na vigogo wa usalama wapanguliwa. Ni habari hizo ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Mwananchi. Gazeti hili la Mwananchi hapa mbele kunaona kuna picha ambayo inamuonesha uh, waziri mkuu wa zamani uh, Edward Koine uh, katika picha hapa akionekana huko upande mmoja ukionekana una sura ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, kama jinsi ambavyo unaweza ukaiona katika ukurasa huu wa mbele kabisa wa gazeti la Mwananchi. Nikiweka pembeni gazeti la Mwananchi, sasa nashika mkononi gazeti la Nipashe ambalo lenyewe limeongozwa na habari inosema ukubwa mchungu ane Kilango malechela aonja uarasi kwa siku ishirini na saba angolewa na rais wake na madisii watendaji serikalini matumbo moto wachambuzi wakosoa mtindo wa utumbuaji majipu. Ni habari hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa huu wa kwanza kabisa kwa gazeti hili la Nipashe. Hakimu feki mbaroni akiwa amehukumu kesi nne wengine kibao. Mvomero wa chimba mtaro kuweka mpaka wa wakulima na wafugaji. Kumbukumbu ya miaka thelathini na mbili ya kifo cha Sokoine. Bajeti ya Rais Magufuli elfu mbili kumi na sita, kumi na saba ni neema au mzigo? Ni swali hilo ambalo linaulizwa katika gazeti hili la Nipashe. Nikifungua kurasa za ndani za gazeti hili nakutana na habari inayosema polisi wakwama kuwasilisha mkataba wa lugumi kwa kamati ya bunge. Jeshi la polisi nchini limeshindwa kuwasilisha mkataba wa walioagizwa na kamati ya bunge ya hesabu za serikali PAC, walioingia na kampuni ya Lugumi Enterprises Limited, kwa ufungaji wa vifaa vya kuchukulia alama za vidole katika vituo vya polisi. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika gazeti hili la Nipashe ukurasa wa pili hapa. Uh, jika ya mwaga bilioni 116 kuendeleza viwanda nchini ni habari pia ambayo inapatikana katika kurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Lakini vile vile kuna habari inasema, Sheikh Kigoma afungwa jela miaka 30 kwa ubakaji, wafa katika machimbo ya dhahabu, ni miongoni mwa habari ambazo zimeandikwa na gazeti hili la Nipashe lakini mbeleni hapa ya gazeti hili katika ukurasa wake wa kwanza kabisa umepambwa na picha mbalimbali moja mbali ya picha hizo ikimuonesha Rais Dr John Pombe Magufuli akimwapisha Anne Kilango Malechela kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga Machi 20 Machi 15 mwaka huu eh, lakini vile vile pia ipo picha ambayo inamuonesha Dr Karina Wangwe eh, eh, aidumu kwa saa tano tu kamati ya eh, kama kaimu mkurugenzi wa NSSF ni miongoni mwa picha ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa kwanza wa gazeti la Nipashe. Lakini nikiweka pembeni gazeti la Nipashe, mkononi mwangu sasa nashika gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, ambalo limepambwa na habari inayosema Kilango pwa. Rais Magufuli amtumbua jipu kwa madai ya kusema uongo kuhusu watumishi hewa, awa mkuu wa mkoa wa kwanza kufanya kazi kwa siku 28 tangu apishwe Machi 25. Kampuni ya Lugumi Pasua kichwa. Ni habari hizo ambazo zinapatikana katika kurasa ya kwanza kabisa wa gazeti la Tanzania Daima. Katibu Mkuu mambo ya ndani na IGP Magu warushiana mpira. Haya. Nikifungua kurasa za ndani za gazeti hili nakutana na habari ambayo mwanzo wake upo kurasa wa kwanza kabisa. Pwa. Imeandikwa kwa kichwa cha habari kwa mtindo huo. E, tunaweza kusema hizi ni nyakati mbaya ya kisiasa kwa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Anne Kilango Malechela kwani amekuwa mkuu wa mkoa wa kwanza kutumbuliwa jipu akiwa amedumu kwenye nafasi hiyo kwa siku 28 tu. Haya, mawaziri wanaolalamika kurekodiwa kutumbuliwa. Haya ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Tanzania Daima, kukiwa kuna kikaragosi hapa kinachoonyesha taswira ya habari hiyo inayomhusu Anne Kilango aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga baada ya kutimuliwa ikiwa inaonekana kama unavyoiona mtazamaji wa Mlimani TV. Haya nikika pembeni gazeti hili la Tanzania daima, nashika mkononi mwangu sasa. Uh, gazeti la habari leo, watumishi hewa wamponza Kilango, havuliwa ukuu wa mkoa kwa kudai hawapo mkoani kwake, baadhi ya baada ya uchunguzi wa bainika 45, kazi bado inaendelea. Bunge la bana matumizi la ukoa bilioni sita ni kwenye posho, safari za nje, viburudisho zakabidhiwa kwa Magufuli ni habari hizo ambazo zimepewa kipaumbele kabisa katika gazeti hili la habari leo katika kurasa wake wa mwanzo kabisa. Lakini pia ipo habari unaosema Makongoro anena ziara ya Majaliwa, mkuu wa magereza Lindi atakiwa kuhakikisha hakuna mtuhumiwa wa unga anayetoweka. Haya, ni habari hizo ambazo zimepewa kipambele katika ukurasa huu wa kwanza kabisa wa gazeti la Habari Leo. Kurasa eh, kurasa za ndani za gazeti hili la Habari Leo la kuna habari inosema Kilango avuliwa ukuu wa mkoa. Ni habari ambayo tumeiona katika ukurasa wa kwanza vile vile. Lakini bunge la bana matumizi la okoa bilioni sita, bunge eh, limeokoa jumla ya shilingi bilioni sita kwa kubana matumizi katika maeneo mbalimbali, ikiwemo posho, safari za nje na viburudisho na limedhikabidhi kwa Rais John Magufuli kwa ajili ya matumizi mengine. Ni habari hiyo ambayo ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la habari leo. Mapengo yaonekana vita dhidi ya ukimwi nchini. TAKUKURU yasema lazima tutashinda vita ya rushwa. Uwajibikaji ndiyo dira ya kujenga Tanzania mpya. Haya ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Tanzania eh, la habari leo, kumradhi. Na katika gazeti hili pia, mbeleni kabisa katika ukurasa wake wa mwanzo kuna habari picha ambayo inamuonesha rais John Pombe Magufuli akipokea mfano wa hundi ya shilingi bilioni sita kutoka kwa naibu spika wa bunge Dr. Tulia Axon ikiwa ni fedha za bunge zilizopatikana kutokana na ubanaji matumizi kwa ajili ya kusaidia kununua madawati Eh, Ikulu Dar es Salaam hapo jana. Haya, na pia kulia kwake wakionekana kwa katibu wa bunge Dr. Thomas Kashilila na maofisa wengine wa bunge. Ni habari picha ambayo inaonekana katika eh, ukurasa huu wa mwanzo kabisa wa gazeti la habari leo, kama jinsi ambavyo unaweza kuiangalia hapo. Na sasa napata fursa ya kuliweka pembeni gazeti la habari leo, na mkononi mwangu sasa nashika gazeti la Majira ambalo eh, ukurasa wake wa mwanzo kabisa umeandika umepambwa na habari iliyoandikwa kwa wino mzito JPM atengua uteuzi wa Anne Kilango yupo na ras wa mkoa, uh, wadaiwa kumdanganya rais siri, eh, siri kung'oka kwao yafichuka, wakurugenzi watajwa, Chadema waitega serikali wakulima koo ni haja ya kubana matumizi . Haya ni habari hizo ambazo zimepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa mwanzo kabisa wa gazeti la Majira. RC Bendera bendera atumbuliwa jipu la bilioni 1.5. DC wa Muheza anusurika kutumbuliwa jipu. Ilala yatenga fungu nono mikopo kwa wananchi wake. Takukuru yapandisha kizimbani watumishi Karatu. Hakimu aubana upande wa mashtaka kesi ya Nyerere. Haya ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Majira. Lakini pia katika ukurasa huu wa tatu naona habari inayosema vigogo wawili TFS wafa, eh, wafanyabiashara watano wakamatwa kwa agizo la DC. Ni habari hiyo ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la uh, Majira lakini pia hapa katika gazeti hili la Majira ipo picha tu ambayo inamuonesha alikuwa mkuu wa mkoa eh, wa zamani alikuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga Bi Ane Kilango Malechela katika picha kama jinsi inavyoonekana. Lakini pia ipo habari, picha ambayo inamuonesha eh, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa akisalimiana na mwendesha pikipiki maarufu na hodari Zaina Amur wa kijiji cha Nandagara, wilaya ya Ruangwa. Haya, alikuwa katika ziara yake ya yeah jimbo lake la uchaguzi huko Ruangwa ikionekana katika picha namna hii kama jinsi ambavyo unaweza ukaiona. Lakini vile vile, nikiweka pembeni sasa gazeti hili la Majira mkononi mwangu nishike gazeti la Jambo Leo ambalo limepambwa lime na habari inayosema JPM, amsi amsikitisha mzee Malechela. Loasa anaipa pressure serikali. Edward Sokoine akumbukwe kwa nema haya. bomba la mafuta Afrika Mashariki la jadiliwa Uganda ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa mwanzo kabisa wa gazeti la Jambo Leo sauti ya jamii. Lakini vile vile ukurasa za ndani za gazeti hili, uh, kuna habari inayosema Loasa aipa pressure serikali ya Rais Magufuli, kampuni uh, za saidia madawati Ruangwa, Rais Magufuli amwaga mabilioni ya madawati. Ni habari hizo ambazo zimeandikwa katika gazeti hili la Jambo Leo. Uh, lakini vile vile katika gazeti hili la Jambo Leo ukurasa wake wa mwanzo kabisa kuna habari picha ambayo inamwonyesha Rais Dr. John Magufuli, eh, katika upande wa kushoto hapa akimwapisha Anne Kilango kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga Ikulu jini Dar es Salaam mnamo Machi 15 mwaka huu, ambapo jana alitengua uteuzi huo. Ni habari picha hii ambayo inaonekana katika gazeti la Jambo Leo katika ukurasa wa mwanzo kabisa wa gazeti hili.